Level inayofuata ni value chain. value chain, chain kwa Kiswahili tunaweza tukasema mnyororo wa thamani, kujenga mnyororo wa thamani. Kwa mfano mimi nikitaka, ngoja nichukulie mfano wa kazi yangu mimi nayoifanya. Mimi nafanya events na mafunzo na madarasa. Kwa hiyo ili nijenge mnyororo wa thamani, maana yake niwe na ukumbi wangu, niwe na kamera zangu, niwe na kila kitu ambacho kinahitajika kwenye kazi yangu. Ndio maana unaweza ukakuta mtu, mfanyabiashara um, kama Bahresa, ana mashamba yake yale, maembe yakishalimwa yanachukuliwa na magari yake, yanapelekwa kwenye kiwanda chake mashine zinazochakata ile juisi za kwake, magari yanayosambaza ni ya kwake, sio kama, imeeleweka. Kwa hiyo wewe ukija ukapambana na yule mfanyabiashara e, wa namna hile juisi anauza mia tano na wewe ukaja unasema sasa nishindane naye wewe unayetengeneza kama one man army. Ata, atashusha tu shilingi mia. Wewe ukishusha shilingi mia, imekula kwako kwa sababu yeye anajua hii shilingi mia aifidie wapi? Aifidie shambani, aifidie wakati wanapeleka hayo, aifidie kwenye mashine ya kutek... Yani, anajua sehemu ya kufidia. Lakini wewe, blenda umeazima, sukari umenunua kwa mangi, umeme wa mme wako si, yani mpaka ukusanye vile vitu vyote, gharama ni kubwa. Ukishusha tu shilingi mia, imekula imekula kwa haya Then level nyingine ya mwisho kabisa, sasa ni dominating the ecosystem. Sasa hapa ni kumiliki industry ya ile biashara. Sasa hizi level hizi mbili, hii ya value chain na ecosystem, hizi ni level kubwa ambazo sisi wajasiriamali, SMEs small and medium enterprise, hatujafika huko.